Kuna asili ambayo inazalisha maradhi mabaya, inasema watu wa hapa watatezwa na asili ya magonjwa ya kansa. Watu wa hapa gafula tu watatezwa na magonjwa ya kisukari gafula. Tu watatezwa na magonjwa ya pumu gafula. Tu watatezwa na magonjwa ya sugu. Kwa sababu nini? Hiyo asili inasababisha magonjwa yasiyofaa. Kuna asili ambayo inasema watu wa mahali hapa hawataolewa ama kuoa. Kuna asili haitaki watu wa kwao waimbiwe nyimbo za harusi. Zaburi 78. Zaburi 78:63. Zaburi 78:63. Zaburi 78:63 nasema, "Mtu ukawala vijana wao, wanawali wao hawakuimbiwa nyimbo za harusi." Ati mtu ukawala vijana wao, wanawali wao hawakuimbiwa nyimbo za harusi. Kunazo familia ambazo mtu akiolewa tu kinyemela, na mimi na hakuna matatizo yaani, kwa namna moja ama nyingine, ama mtu akiolewa kutana na mwanaume ambaye hatalipa mahari, hatajitambulisha, hakuna shida. Lakini ikitokea unakutana na mtu ambaye yuko tayari kukata desele kwa mgodi, aha, aniozamaambia inaleta shida, unasikia anataka kuolewa wyota unashangaa, yani inakuwa na vita vingi sana kwa sababu katika hiyo asili haitaki watu waimbiwe nyimbo za harusi. Nataka ujiulize katika asili ya kwenu, je, watu wanaimbiwa nyimbo za harusi? Mbona tumenyamaza kimya? Nimekuudhi mama? Vipi, ninakukwaza mwana wa Mungu? Ni vizuri tuelewe mambo haya ili tujue tunapiganaje vita vya kiroho. Zaburi sabini na nane sitini na tatu kwa Biblia habari njema. Zaburi sabini na nane Zaburi sabini na nane sitini na tatu kwa Biblia habari njema. Zaburi sabini na nane sitini na tatu kwa Biblia habari njema. Biblia inasema hivi Zaburi sabini na nane sitini na tatu kwa Biblia habari njema inasema. Mtu kwa kuteketeza vijana wao wa kiume na wasichana wao wakakosa wachumba. Kuna wachumba, kuna asili ambayo watu hata akipata kuchuma hawezi pata mtu wa kumuoa. Hata ikienda yani, ya asili haitaki ndoa. Kuna asiliyo paraso. Hazitaki watu waolewe, ikionekana na wewe unaoa ama kuolewa, hiyo asili inaanza kupambana kinyume na wewe. Nataka useme hey, Bwana Mungu maagano <laughs> kinyume na mabaya <laughs> ya wanaaba yamoza asili Ndoa haitaki wanandoa wawe na amani mmoja kwa mwingine. Kila asili ya migogoro katika wanandoa na kataa, hiyo asili haina uwezo juu ya maisha yangu na juu ya uzao wangu katika jina la Yesu Kristo. Kila asili ya watu ambao hawakufanikiwa, watu ambao hawakupata kibali, watu seke na roho ya dini ya, ya vifo, wakasema watu wa mali hapa watakufa kwa maradhi mabaya, yaani wanateseka na asili ya magonjwa, wanateseka. Wakasema watu wa mali hapa wataoa. Kuna asili ambayo inapambana, haitaki mtu apate kibali katika chochote anachokifaa. Nataka useme, eh, Bwana wangu. Eh, Bwana wangu. Kila asili fuatilie. Kila asili fuatilie. Ninao nifuatilie. Ninao nifuatilie kwa chini. Katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho. Kupiga wanafamilia. Kupiga wanafamilia. Haitaki tufanikiwe. Haitaki tufanikiwe. Katika chochote tunachokifanya. Na katayo asili mbaya. Katayo asili. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Samweli wapi? Samweli wapi? Samueli, sa, sama, wa, kwanza, sama, wa kwanza, sura ya pili, mstari wa 30 utasoma mpaka 36. Kuna kitu nataka tutohoe pale. Tunataka tufanye maombi. Samueli wa kwanza sura ya pili 30 mpaka 36 anasema: Kwa sababu hiyo Bwana Mungu mwenye uweza anasema. Ni kweli alisema ya kwamba ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakwenda mbele zangu milele, lakini sasa Bwana asema jambo hili, na liwe mbali nami, kwa maana wao wanaoniheshimu wataheshimu na wao nao ni dharau watahesabiwa kuwa si kitu. Angalia, siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbali ya baba yako, hata nyumbani mwako hata kuwapo mzee, hata kuwepo na